Mpendwa mtazamaji, karibu katika Dominika hii ya kupaa Bwana mbinguni. Ni sherehe. Masomo yetu tunayapata kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya kumi na moja. Somo la pili linatoka kutoka kwa waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso Sura ile ya kwanza aya ya kumi na saba hadi ile ya ishirini na tatu, na injili inatoka kwa mwinjili Luka sura ile ya ishirini na nne aya ya arobaini na sita hadi hamsini na tatu. Nitaisoma Injili. Yesu aliwaambia wafuasi wake, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake, habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo hayo. Na tazama, na waletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, yaani, lakini kaeni humu mjini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 kupaa kwake mbinguni zimeandikwa na watu mbalimbali mbali, lakini waliotuthibitishia zaidi habari zake ni mtu mmoja ambaye aliandika kitabu cha matendo ya mitume na baadaye akaandika injili ya Luka, anaitwa e, Luka. Huyu yeye alikuwa ni daktari, daktari wa magonjwa ya watu katika nyakati zile ambazo mitume hasa mtume Paulo, akiwa anafanya utume wake katika maeneo mbalimbali ya mataifa, ndipo alipotoa maisha yake na kuweza kuandika kila neno ambalo Paulo alikuwa anafundisha. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Luka anamwandikia mtu mmoja anaitwa Teofilo. Teofilo manake ni yule mtu aliyekuwa nampenda Mwenyezi Mungu, mpenda Mungu. Anamwandikia juu ya mambo ambayo Yesu Kristu alikuwa ameyafanya, na hasa katika siku za mwisho anazungumza Luka kwamba Yesu Kristu aliwaita mitume wake wale aliyokuwa nao baada ya kufuka kwake siku zile 40 na kwa sababu katika kitendo hiki cha yeye kuweza kufuka zile siku 40, yeye Yesu Kristo alikuwa akiwatokea kwa muda wa siku 40 mitume wake kadha wa kadha, kama tunavyosoma katika Injili ya Mathayo sura ya 28 aya 9 mpaka 10, aliwatokea wanawake kadha wa kadha, na kama pia tunavyosoma katika Injili ya Luka sura ile ya 24 kuanzia aya ya 36 hadi ile ya 43 aliwatokea wale mitume waliokuwa wamekata tamaa wakiwa wanaelekea katika ile njia ya Emausi, na baadaye kama anavyozungumza Paulo katika ile waraka wake wakuanza, wa kwanza kwa kanisa la Korinto sura ya 15 aya 6 anasema, aliwatokea na wengine zaidi ya mia tano. Katika siku hizo 40, Yesu alikuwa eh, anawaimarisha, akiwaelekeza juu ya ufalme wa mbinguni. Lakini siku ile ya arobaini Yesu Kristo aliwachukua wanafunzi wake akawapeleka hadi katika mlima eh, wa Mizeituni ambao ulikuwa karibu na Yerusalemu. Walipokuwa hapo, ndipo wanafunzi wake walimuuliza, je, ni wakati huu ndipo unaporudishia wana wa Israeli ufalme wao? Yesu Kristo akawaambia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 Wakati huo aliposema Yesu akawapeleka hadi Betania, na akainua mikono yake akawabariki. Kwa hiyo kabla hajaenda mbinguni, Yesu anafanya tendo la kuweza kuwabariki hawa mitume wake, na alipowabariki alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni, wakamwabudu, kisha wakarudi Yerusalemu wakiwa na furaha kuu, nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mwenyezi Mungu. Sherehe hii ina maana gani katika maisha yetu? Ina umuhimu gani katika maisha yetu? Umuhimu wake ni huu, kwanza, ni sherehe ambayo inakamilisha huduma za Bwana wetu Yesu Kristo alizokuwa nazo hapa duniani kwa muda wa miaka ile 33 ya maisha yake na baadaye eh, miaka mitatu ile ya yeye kuweza kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu baada ya ubatizo wa pale Yordani, na baadaye baada ya zile siku tatu alizokuwa amekaa eh, kule eh, kaburini, na baadaye pia yale masaa matatu aliyokuwa amekaa pale eh, katika msalaba akiwa anateseka na baadaye akafa. Sasa habari hizi ambazo anakuja kuzikamilisha Yesu katika siku hizi ambazo alizokuwa amekaa hapa duniani. Sikukuu au sherehe ya kupaa Bwana mbinguni inakamilisha mwisho wa huduma yake ya Yesu Kristo hapa duniani, na anapokamilisha huduma yake, anasema kwamba sitawaacha ninyi yatima, anasema naja kwenu. Na anakuja kwetu katika namna gani? Anakuja kwetu katika mtindo tofauti kabisa na vile alivyokuwa katika mwili huu wa kibinadamu, anakuja kukaa kwetu katika hali ya Roho Mtakatifu. Maana yake anamleta Roho Mtakatifu, ndio maana anawaambia kwamba msiondoke Yerusalemu, kaeni hadi mvikwe uweza kutoka juu mbinguni, wa kuweza kuwafanya na ninyi muweze kufanya yale ambayo yeye alikuwa ameyafanya, yaani aliweza kufanya kazi ya Bwana kwa maongozi ya Roho Mtakatifu, ndio maana siku ile alipobatizwa mbingu zilimfungukia na ndio sauti ya Baba ikatoka mbinguni kwamba huyu ni mwanangu mpendwa. Miujiza yote aliyokuwa ameitenda, mahubiri yake yote aliyokuwa ameyatenda, aliyafanya kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa hawa mitume watafanyeje kazi ya kuweza kuhakikisha kwamba wanamshuhudia Kristo kokote duniani na Kristo unaenea kokote duniani? Akawaambia kwamba mtavikwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa, anamwachia Roho Mtakatifu aweze kuchukua nafasi ya kuweza kuhubiri neno lake na watu wote waweze kumjua. Na ni kweli hadi leo habari unayosikia mpendwa mtazamaji, ni juu ya nguvu ya Roho Mtakatifu, ndio ambaye anatufanya tuweze kumhubiri. na Roho Mtakatifu ndio anayefanya kazi na Roho Mtakatifu ndio anayeongoza kanisa ambalo mitume hawa waliambiwa wakae Yerusalemu hadi waweze kuvikwa uweza kutoka juu ndio maana katika habari hizi za kuweza kuhubiri neno la mwenyezi Mungu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tunamsikia Paulo katika ile barua yake ya kwanza kwa Waefeso ile e, sura 17 mpaka 23, anasema: Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba mwenye utukufu, yani awapatie ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kuweza kumjua yeye, macho ya mioyo yenu yafunuliwe ya nuru tuweze kujua tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Na katika habari za kuweza kukamilisha huduma hii, baada ya Roho Mtakatifu kuweza kushuka, ndipo sasa watu wote tuna tumaini jipya kwamba kama Yesu Kristo alikamilisha kazi yake akaenda mbinguni na Roho Mtakatifu yupo basi, na sisi tutakwenda kule mbinguni. Ndio sababu ya pili ya umuhimu wa sherehe ya leo kwamba Yesu Kristo anarudi kwenye utukufu wake wa mbinguni anarudi kwenye utukufu wake wa mbinguni. Kwa hiyo anaporudi kwenye utukufu wake wa mbinguni, ana maana gani utukufu wake ulikuwa umefunikwa katika mwili wa kibinadamu? Ndio maana Paulo anazungumza kwamba aliacha mbingu katika ile wa Filipi sura ya pili, aliacha mbingu, akaja, akashuka, akachukua mwili wa kibinadamu katika tumbo la Bikira Maria, akazaliwa katika hali ya umasikini pale Betlehemu, katika holi la kulia, la kulia wanyama utukufu wake ulifichwa katika mwili, watu walimuona kwamba ni binadamu tu, isipokuwa katika siku chache sana au siku moja katika masaa machache, akiwa kule mlimani aliweza kugeuka sura. Katika yale Mathayo sura ya 17 aya ya kwanza mpaka ya tisa, wale mitume wakaona utukufu wake vile alivyokuwa nang'aa. Kwa hiyo sasa anarudi katika utukufu wake kule mbinguni anavyorudi katika utukufu wake kule mbinguni kwa Baba, anapoenda kupewa utukufu wake, anakaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi, na anavyokaa katika utukufu wake kule mbinguni anapewa huduma nyingine ambayo ni bora kubwa zaidi. Ndio maana Paulo anasema kwamba amewekwa katika mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho juu sana kuliko falme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litwalo wala si katika ulimwengu huu tu, bali katika ulimwengu ujao, yaani atavitia vitu vyote chini ya miguu yake. Aka Mwenyezi Mungu anaenda, ameenda kumweka aweze kuwa kichwa eh, juu ya vitu vyote, yaani juu ya kanisa, yeye anakuwa ni kichwa. Kwa hiyo akiwa kule mbinguni, Yesu Kristo anatupatia matumaini mapya kwamba tutakuwa pamoja na yeye, yaani yeye anaenda kutuandalia makao tutakuwa pamoja na yeye, na hiyo ndio sababu ya tatu kwamba baada ya kuweza kwenda kule mbinguni, anakwenda kutuandalia makao kama alivyozungumza sura ya kumi na nne Injili ya Yohana, e, ile aya ya pili kwamba naenda kuandaliani makao. Tunapata tumaini jipya kwamba baada ya safari ya maisha hapa duniani, baada ya mwili huu kuweza kuharibika, tutakuwa naye kule mbinguni. Anatuandalia makao ili alipo yeye nasi tuwepo na watakwenda watu gani kule mbinguni ni wale wote ambao wamebatizwa ni wale wote ambao wamemkiri kristo ni wale wote ambao wameishi pamoja na yeye watakuwa kule mbinguni na baadaye pia umuhimu katika sherehe hii ni kwamba yesu ameinuliwa na baba yake ameenda juu sana kama tulivyosikia katika ile efeso sura ya kwanza kuanzia aya 20 mpaka 23 yeye anaenda juu ya usultani maana yake nini kuna nyakati tunaweza kupita katika falme tawala za kiduniani hapa ambazo zaweza kwanza kuwatesa baadhi ya watu wakajikuta kwamba hawana matumaini. Wasisahau kwamba yupo Yesu Kristo ambaye amepaa juu ya falme zote, juu ya mamlaka zote, juu ya sultani zote, juu ya nguvu zote. Tunaweza kutumia nguvu mbalimbali mbali, lakini Yesu yuko juu, anayaona haya yote, na ndio maana mwanadamu nyakati zake za hapa duniani atambue kwamba anapita Yesu Kristo aliyepaa mbinguni yupo, ambaye ameinuliwa na Baba. Kwa hiyo kama ameinuliwa na Baba, wale watu wote ambao wamemkiri Kristo watainuliwa, na tutakavyoweza kuinuliwa huko, anasema atatufuta machozi yetu yote, tutasahau kila aina ya mateso ya hapa duniani, tutakuwa pamoja na yeye milele na milele. Na kuwa pamoja na yeye milele na milele ndio nguvu kubwa sana ambayo inampatia mwanadamu akiwa hapa duniani kusahau chafu yote hapa duniani kusahau mateso yote hapa duniani. Kama mwimba mashairi mmoja alisema kwamba furaha za duniani hapa hazijaweza kumridhisha mwanadamu, mwanadamu anapita, lazima aweze kuunganika na Kristo. Hivyo basi Yesu Kristo atarudi kuja kutuchukua na atarudi kuja kuwahukumu wazima na wafu. Kila mwili wa kibinadamu utainuka, yaani tutashiriki katika hali mpya. Na kama tutashiriki katika hali mpya sasa tuanze kuyafikiria mambo ya mbinguni, tusifikirie tena mambo ya hapa duniani. Mwili huu utaisha, lakini utaishi mwili wa utukufu milele na milele. Pamoja na Kristo tutaunganika pamoja na yeye, na katika sherehe hii ya kupaa Bwana mbinguni inatuonyesha kwamba wenyeji wetu sisi ni mbinguni na si hapa duniani. Katika sherehe hii ya kupaa Bwana mbinguni, akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.